Mse anashea bibi na best friend yake, nasema nini huyu jamaa anashea kila kitu na best friend yake. Nikisema kila kitu, na maanisha ya chakula, bibi, watoto, keja na maitisi. Na ukawauliza life yao, ndio ina bamba yenye ina bo. So walijipataje kwa situation kama hii? Ndio hiyo ninje imeolewa na mabwana wawili. Huu jamaa wacha tumwite Jango. Jango alipata jiko lake na wakafanyadi harusi ya, ya kanisa, best friend yake akiwa ya best man. Two years after harusi, wakashindwa kupata mtoi So majirani wakaanza kubonga o oh, eh, hey, ana nguvu za kiume oh, sijui aende kwa daktari kizito. Na hiyo kitu ikawaumiza sana, so walikuwa wanashinda wakipigana wanablemiana, ni wewe, hapana si mimi, ni wewe. So bibi yake akakamna idia akamwambia, weenda huko nje we, we du shughuli zako, ukipata mtoi kam na yee, tutamlea hata kaa ni wewe, na umepewa ruhusa, unaweza du. Jango ikaenda na ikaanza kupiga mashea suko inje, na afta miezi kadhaa jango akarudi na ikasipatikana, ati shida ilikuwanga Jango. Ukweli ukweli ni eti Jango ndo ako na shida za ana nguvu za kiume, na ana nguvu za kiume ni, ni kitu uwezi pata gym. Na juu saa hii shida ni Jango siyo wife, lazima wange come up na idea ingine. So Jango alikaa akafikiria, akasema, kuna ubeshte yangu fulani tumekuwa tukishia naye vitu kutoka tukiwa watoi. Sijui kama unamkumbuka ule best man. Bibi akasema we jaribu kumkol, akikubali mimi mi, niko sawa, bora tupate mtoi. So jango ikamkol best man, hata akauliza we bro umetei, Z, alikubali once. Ilikuwa kiubrokod though, ju, hi, uko madawa kweli best yake anaitaji mtoi ndio famili ikuwe complete, ache kujajiwa huko inje, so ilikuwa inafaa kuwa secret kama afanyie bibi yake shughuli uh, wapate mtoi alafu hiyo maneno iishe lakini huyu jamaa alichukulia siria sana, alimtafutia watoto watatu na akakuja akaanza kuishi huko, ilibidi tu jango amekubali. Sasa anaonanga tu bibi yake akipigwa mamate huku, bado wanashare responsibility vizuri sana, na ni wase wanaelewana elewa, wame grow pamoja, so wanajua nafiti wao, ukata pamoja, wanaenda home wakiwa walevi wote, wanapiga bibi na watoto pamoja. E, shida ikiwakule na inawakula vipropa wakiwa wote wawili. Ona nyumba ni ya mabati. Hii ni nyumba iko na wanaume wawili, na uripota pia, kuna venye simuoni vizuri nan Arata...